Intaneti imekuwa ni nyenzo madhubuti katika kila nyanja ya maisha ya binadamu. Takwimu kutoka Umoja wa Mataifa za mwaka 2024 zinasema dunia inakadiriwa kuwa na idadi ya watu wasiopungua bilioni 8.2. Kati ya hao watu bilioni 5.6 ulimwenguni kote sasa wanatumia intaneti kuendesha shughuli zao za kila siku. Asilimia ishirini ya kazi hufanywa kutoka nyumbani kwa kutegemea intaneti kutoka uzalishaji hadi uchakataji, uhifadhi hadi usambazaji wa bidhaa mbalimbali mpaka kumfikia mtu wa mwisho, intaneti imekuwa ni nyenzo muhimu. Mamilioni ya wakazi duniani, vijana kwa wazee, wametengeneza ajira nyingi mtandaoni kutokana na uwepo wa intaneti. kwa namna anavyotumia internet kuendesha shughuli zangu, natumia kusambaza bidhaa kwa wateja mbalimbali, watu wanaoziona, wanaoda na wengine pia wanashare kwa watu tofauti tofauti natumia internet kuingiza kipato changu cha kila siku. Mara nyingi natumia Facebook, Facebook, Instagram hata TikTok pia inaniingizia kipato. Napata mawazo mbalimbali, nakuwa mbali, nafahamiana na watu tofauti tofauti kutoka sehemu mbalimbali. Pia kwao inaniongezea kupata uelewa kutoka kwa watu tofauti tofauti. Wanaokuja moja kwa moja ni waeneo linalokuwepo yani wale wanaonifahamu tu, lakini kupitia Sultani na kwa nimetangaza kwa watu tofauti tofauti mfano kutoka Arusha, Mbeya, Dodoma hivyo. Japokuwa mimi nipo Tabora lakini watu wana, wanaoda vitu kutoka Mbeya, Tabora. Wakikuta bidhaa zangu ni nzuri, mataambizana labda labda anamza nyanyangu. Hiki kitu ulikimwa wapi? Anamuelewesha ni wase mfano. Kwa hiyo inakuwa naniongezea kupata wateja ni tofauti na ile ya moja kwa moja. Inakuwa yaani ni watu wale tunaojuana nao. Internet imetawala sekta zote za kimaisha kibiashara, kijamii, na sekta zingine kama za kisiasa na mambo mengine. Cha kwanza tukianza na issue ya jamii ime, imetawala kwenye issue binafsi ya mawasiliano, kupashana habari baina ya jamii jamii na jamii. Umeona. Alafu kwenye issue ya kibiashara tuna, tunaendesha biashara zetu kwa kutumia Internet. Mfano tu, watu wa forex watu wa business online wanatumia Internet ili kufanya kufanya biashara zao mauzo ya biashara ya rejareja ya ya mtandaoni yamefikia asilimia ishirini kote duniani, ikiwa kati ya bidhaa tano zinazonunuliwa, bidhaa moja hununuliwa kupitia mitandao. Kwani watu hutumia simu au kompyuta kuuza, kununua, hata kutafuta masoko ya biashara zao. Je, kukosekana kwa intaneti kunaweza kuathiri vipi maisha ya watu wa kizazi hiki cha sasa cha sayansi na teknolojia? Juzi tu hapa kuna wahanga ambao niliwaona. Uh, kama watu walikuwa kama sita ni walimu ambao wanajiendeleza kimasomo. Uh, baada ya kutokea kufungwa kwa internet walikuwa wanatakiwa wasubmit assignment ambazo walikuwa wametumiwa, wame, wame na wamefanya wenzao, walituma wali kipindi cha nyuma kidogo, na ilikuwa inafungwa tarehe 30 hadi internet imekuja kuwa on, nafikiri ilikuwa ni tarehe moja mbili kuendelea. Sasa kila tukienda kuupload, tunaambiwa ni siku tatu na masaa tisa nyuma yameshapita, ambapo ndio walitakiwa wa upload zile assignment. Kwa hiyo wameziupload lakini wakiwa late nje ya muda, na wao walikuwa wameshazifanya zimekamilika, ila issue ilikuwa ni kufanyeje kuziupload kuzituma au kuzisubmit, kuzituma sasa ziende maeneo husika. Kwa hiyo wanaweza wakakatwa maksi kwa kuonekana ni mtovu wa nidhamu, au hawajatekeleza muda, hawajatuma kwa wakati. Kumbe tatizo sio la kwao, tatizo ni matatizo ya, ya, ya, ya kukosekana kwa internet. Kama hamna internet, hiyo ni loss sababu kazi, vitendea kazi havitofanya kazi tena, itakuwa ni loss kubwa kwenye kazi yako, upande wangu mimi, sababu kazi imesimama, shughuli zitasimama, ama kitakachofanyika tena. Kama nimenunua utaenda hivyo sababu intaneti hamna, siwezi kupata chochote kifupi, sipati kitu chochote kile. Kipi kifanyike kwa mamlaka za mawasiliano kuhakikisha watu wanapata uhuru wa kutumia intaneti kuepusha upotevu wa ajira na kazi zinginezo zenye kutegemea intaneti? Pia ni upi wajibu wa raia yeyote yule anayetumia intaneti kufanya mambo yake mtandaoni? Mimi nadhani sasa mamlaka husika wanapaswa kushughulikia na kuboresha kuona ambapo kuna madhaifu. Especially sisi, especially sehemu nyingi sana kwenye nchi yetu bado wanatumia 3G. 3G ipo down sana kwenye ishu ya internet. Watu wanahitaji 4G mpaka 5G ambayo ndio ina run saizi kwa biashara zao. Mimi, mimi, mimi kazi yangu ni kulipa mapato ya nchi. Umeona? Sio mimi tu. Let's say our online business wana, wana, wana, mapato vivyo vile kuna kodi zinakusanywa mfano, mfano nadhani tukiongelea mwaka jana issue ya betting ndio imeongoza kwa mapato ya nchi kuliko sekta yote binafsi. Betting ndio ilikuwa juu, ilikuwa juu kwenye mapato ya nchi. Sasa, let's say atufanyi kazi, mapato ya nchi yatapungua. Umeona? Kwa hiyo pia issue ya internet ina affect mpaka nchi kwa ujumla, serikali, huduma. Kila wakati tupapa na uhakika kuhakikisha kwamba mtandao huo tu uko sawa, maana asilimia kubwa uh, sisi watu tunategemea mitandao Enzi tofauti na ufahamu sisi na hasa Facebook kunini, maana tunategemea mitandao kwenye kutangaza biashara zetu. Maana kutangaza biashara unapata wadau kutoka sehemu mbalimbali, tofauti na biashara ilikuwa uko nayo tu, labda unaduka sehemu fulani, huko tunategemea wateja wa eneo lile. Lakini kupitia internet unapata connection kutoka sehemu tofauti tofauti na mawazo tofauti tofauti kutoka kwa watu mbalimbali. Maoni yangu kwa kijana ambaye anatumia mtandao kwa mtumizi ambayo ene ya wanuziki pale kwamba wabadilike, yani muda muda wanakuwa wana, wanakaa labda wanaposti wana na mbaya au wanaandika vitu vibaya mtandaoni. Watumia kwa ajili ya biashara hawataamini kuliko kupoteza muda kuandika vitu vilivyofaa mtandaoni au kuzusha taarifa za uongo. Kutumia mtandao kwa manufaa yetu, yani mfano kama sahizi nalia suala la ajira ili, lakini kupitia internet kuna vitu vingi zi, hata unaweza kuweka biashara yako ukaposti unapata ma, mawazo tofauti tofauti, pia unajiingizia kipato Uh, sisi ambao tunatumia mitandao au tunatumia internet kwa madhumuni ya kujiingizia vipato ni sawa, lakini kwa wenzetu ambao hawachagui content za kuziweka ili wasomaji wao au watazamaji wao waangalie uh, wanatakiwa waache uh, na wachague content ambazo zitakuelimisha, kuburudisha pamoja na kuchangamsha tu jamii, lakini sio ujumbe ambao utaleta taharuki kwa jamii, kutisha na kuchochea na kusababisha vitu ambavyo sio vizuri katika jamii. Licha ya faida rukuki zitokanazo na uwepo wa Internet duniani pamoja na athari zake punde inapokuwa imekosekana, pia kumekuwa na baadhi ya watu ambao huchukulia uwepo wake kama fursa ya kufanya na kusambaza mauzuri yasiyofaa ya jamii kwa kuibua taharuki, hofu, uchochezi pamoja na kufanya vitendo vya uhalifu mtandaoni kinyume na sheria ya matumizi ya mitandao. Mfano, sheria ya makosa ya mitandao nchini Tanzania ya mwaka 2015 Cyber Crimes Act inatoa marufuku kwa mtu yoyote kutumia vibaya mitandao ikiwa ni pamoja na kuchapisha au kusambaza maudhui yenye mkanganyiko. Sheria hii pia inatoa adhabu kwa mtu yoyote atakayekutwa na hatia, kifungo cha miaka isiyopungua mitatu jela, au faini isiyopungua shilingi milioni tano 5 au vyote kwa pamoja. Asante kwa kuwa nami katika makala hii fupi, ikiwa leo tumeangazia zaidi madhara ya kukosekana kwa Internet. Lakini uhuru wa watu kupata intaneti, bila kusahau wajibu wa mtumiaji anapokuwa akitumia intaneti, hasa katika mitandao ya kijamii. Hii ni Makala Space na mimi ni Milson Godfrey.